Jacqueline Wolper ameshea picha ya Nicole kwenye peji yake ya Instagram. Unajua huyu ni rafiki yake sana, na hata kipindi ambacho Nicole anapata matatizo maswali yalikuwapo mengi sana, Wolper, mbona umekaa kimya? Kwa nini pengine humtoi rafiki yako? Unafahamu Nicole bado yuko rumande akisota, baada ya kushindwa kutimiza masharti ya dhamana juu ya kesi ambayo inamkabili, kesi ya kuchezesha mchezo bila utaratibu, bila kufuata sheria, na anadaiwa shilingi milioni 185.5 na watu ambao aliwaingiza kwenye huo ya dhamana ilikuwa ni kiasi cha shilingi milioni arobaini sita ama ni uh, ya ya Nico kukosa dhamana, e, wengi walikuwa wamekwenda kwenye pa alimwekea dhamana Kajala na alimtoa kwa shilingi milioni 13 kipindi hicho. Eh, so, nafikiri maybe Wolper yupo katika harakati hizo na ndo maana ameandika joy is coming. Kwenye comments hapa watu wengi pia wanasema, eh, hivi ndivyo ambavyo inatakiwa kuwa rafiki mzuri, ni yule anayesimama na wewe kwenye mshida. Mwingine ameandika, Mwenyezi Mungu alisimamia liishe salama. So ni baadhi ya watu ambao wanapita, eh, kwenye comments hapa baada ya Wolper kuweka hiyo picha ya Nicole na kuandika kwamba joy is coming. Let's wait and see, kama itakuwa ni hivyo basi itakuwa ni habari kubwa na nzuri. Nicole. Una mtazamo gani hapo chini kwenye sehemu ya comments? Lakini pia nikukumbushe kusubscribe hapa SNS kwa taarifa nyingine kila wakati.